Kenya imejizatiti titi kuongeza rasilimali kwa wanawake wanaohusika katika kampeni za amani, usalama na mabadiliko ya hali ya tabianchi. Akizungumza katika hafla iliyokuwa jijini Nairobi wikendi, mwakilishi wa kudumu wa Kenya katika UN Habitat, Susan Nakhumicha alibaini kuwa wanawake wa tabaka la chini wameathiriwa mno na hali mbaya ya hewa na hivyo wanahitaji msaada. Watu karibu milioni 52 karibu About 50 million Kenyans. Nusu ya hawa wa Kenya milioni 52 ni kina mama. Kwa hivyo kama kunaweza kuwa na maendeleo ambayo yatapeleka Kenya mbele, lazima kina mama wawe kwenye mstari wa mbele na wahusishwe katika hiyo maendeleo. Na vile tumemsikiza Mama Jennifer vile ameongea. That the climate crisis extends far beyond environment. It It is is a a development dilemma. It is a peace and security risk. Unmistakably, a gender challenge. Tunajiulizanga kila siku. Amani ni nini? Amani ni nani? tukajua kwamba amani inatokana na wewe. Amani inatokana na wewe. Yale yote ambayo tunaipitia haina maana, lakini tuone amani ikienda mbele, maana amani yangu kama mama ni, tulikuja kugundua kwamba wamama wakikubali amani